Anyways, kama tulivyoambia kwamba ugeni wetu tayari umekwishafika na tupo tayari kwa ajili ya kuweza kuzungumza naye. Tupo na Emmanuel Arthur Mfundo, huyu ni mfamasia bingwa wa tiba na ni mwenyekiti wa Chama cha Wafamasia Kanda ya Kaskazini. Karibu sana brother. Asante sana. Nimekutambulisha bila shaka nimepatia utambulisho. Umepatia kabisa. E, karibu sana. Wenyoka huo. <laughs> E, ah ah ah wafamasia ni kina nani na tumeona ni mwenyekiti wa Chama cha Wafamasia. Mnafanya nini haswa? Ah Uh, mfamasia ni, ni mtu yoyote ambaye amehitimu shahada ya famasi na kwenda mafunzo kwa vitendo kwa mwaka mmoja na baadaye kusajiliwa na Baraza la Famasi. Mm -hmm. Eh, baada ya kufanya mtihani ule wa, wa kupata leseni. Mm -hmm. Kwa baadaye anasajiliwa na anakuwa sasa anaweza eh, kufanya kazi kama mfamasia. Okay. Kwa hiyo kwa, kwa, kwa, watu wote ambao tunaona wako kwenye famasi wame, tayari wame, wame, wamepata hiyo leseni au wengine tu ni kwa sababu wamesomea, ndio maana yuko pale. Kwa kwa utaratibu wa huduma zozote za afya eh, hasa ufamasia, ili uweze kutoa huduma kwa wananchi ni lazima usajiliwe na baraza la famasi. hmm. Otherwise kama umesoma uh, kwa kwa mfano bachelor ama na haujafanya mafunzo kwa vitendo na haujafanya e, mtihani wa baraza la farmasi mm, na ukafaulu, basi wewe utakuwa tu ni kama wahitimu wengine wa shahada zingine, hautaruhusiwa e, kuhudumia. Kwa kwa hiyo ina maana automatically utakuwa na kazi. Eh, kazi unaweza <laughs> eh, ukapata kwa maana ya batch kwa sababu kazi ni nyingi. Yaani katika upande wa wa ufamasia. Upande wa ufamasia. Hatuwezi kumuita famasia ili hali amesomea ufamasia. Eh, huwezi hatuwezi kukuita wewe ni mfamasia ili hali haujasomea ufamasia kwa sababu ili uwe mfamasia ni lazima ufate hizo u, u, usome hivyo kama nilivyoelezea na lazima usajiliwe na baraza la famasi kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo kuna, kuna mfanano na watu ambao kama hujafika law school huwezi kuwa huwezi kuwa nini, wanasema Mame. Mame. A. A. kwa hiyo kwa, kwa, kwa, kwa mazingira inavyotakiwa kuwa ni kwamba famasi inatakiwa ziwe na famasia. Yes. lakini ilivyo inaweza ikawa ni tofauti na inavyotakiwa kuwa A, kwa nani sheria zetu za Tanzania kwanza. Mm. huwezi ukaanzisha biashara yoyote ya famasi. Mm. biashara yoyote ya farmasi inapozungumzia farmasi eh, naondoa yale maduka uh, ya dawa muhimu inamaanisha mm. eh, hizi farmasi kubwa ni lazima ziwe na usimamizi wa mfamasia. mimi mimi mm. yeah. Semio hapa, naweza nikaona nika biashara ya ya uuzaji wa dawa ni nzuri, nikaanzisha uh, na, na, na professional ya utangazaji. yes. wewe unaweza kuanzisha biashara ya pharmacy kwa maana yani, mtu yoyote anaweza kuanzisha biashara ya pharmacy, lakini sharti ile biashara, sheria inasema kwamba uh, pharmacy is the business of the pharmacist mm. Yani, pharmacy ni biashara ya, ya mfamasia mm. Kwa hiyo ili wewe uweze kufanya biashara ya ya kuuza dawa kama hivyo pharmacy, ni lazima Uf ufanye ushirikiano na mfamasia mm. Eidha, kwa kumwajiri au kwa kuingia naye e, mkataba hivo, lakini pia kwa kuingia naye e, ubia yeah. e, partnership, mm. wote kwa pamoja ili mweze kufanya lakini yeye mwenyewe mfamasia kama mfamasia anaweza kufungua na yeye biashara zake. Kui Kui la, yu, yu, mfundo yule anayekuwa pale kwa ajili ya kuweza kuhudumia ku, umekuja na, na sikshiti yako anakupatia dawa. Mimi naweza nkafanya kile kwa sababu imeandikwa na najua dawa au, lazima awepo yule mtu ambaye ni mfamasia ambaye amesomea. Sasa, kitu cha kwanza ni lazima kuwe na famasi isajiliwe na msimamizi ni lazima awe ni mfamasia mm, kwa maana bachela holda na amesajiliwa, lakini kuna watu wa huduma sasa, mm, za mle ndani mm, sawa, kwenye watu wa huduma wa kwanza kabisa ambaye ni mtu wa huduma ni mfamasia mwenyewe mm, sawa, huyo ni nambari 1, lakini wa pili ni, ni tunaita pharmaceutical technician yani mteknolojia ya dawa ambao wao wamesoma diploma mm, lakini na wao ni lazima wafanye mtihani wa wa baraza la famasi wafaulu wa na wasajiliwe na wenyewe kwa mujibu wa sheria na wapate leseni ya, ku, ya kuhudumia mm. lakini pia unaweza kuta eh, naita pharmaceutical assistant pia wa chini wanaosoma certificate mm. sawa na yeye anaweza kuhudumia pale kwenye, kwenye utoaji wa dawa huduma za dawa lakini naye sharti ni lile lile mm. lazima asome sio chini ya miaka miwili halafu na yeye na afanyaje afanye mtihani na asajiliwe na Baraza la Famasi mm -hmm. O mtu yoyote e, yaani mtu kama hujapata leseni mm -hmm. ya kutoa huduma huwezi kuwepo kwenye, kwa hiyo <laughs> <coughs> <kwenye. coughs> <coughs> ni, ni, ni mwiko uh, mtoto wa mjomba ambaye amemaliza elimu yake ya nesi wakati anajitafuta kusubiri ajira kuja kunisaidia kwenye famasi yangu hakika, yani kama hu, wewe ilizosema sijui mimi ni muuguzi eh. mimi ni nani hapana wewe uruhusiwi kwa sababu haujasajiliwa eh. na baraza la famasi kutoa huduma mfundo kabla hatujakupa nafasi ya kutiririka naomba uh, unisaidie hichi kitu kimoja wewe ni ni, ni, ni professional katika upande wa famasia Yes. Imewekwa geti kwamba una uwezi kusomea labda utechnician, kwamba unaweza ukafungua mabara yako kwa ajili ya kuweza kum, kum, kumpima mtu na na, na, na kwa sababu tunaamini kwamba mfamasia ni mtu ambaye anajua dawa gani inaweza ikamtibu mgonjwa kuliko hata daktari, kwa sisi tunachokiamini, kwa watu wengine ambao baada ya kufuatilia sasa hivi unaweza uka, uka, ni mfamasia na ni mwenyekiti unaweza ukasomea pia hiyo masuala la, la, la laboratory technician, kwa ajili ya kuweza kujua kabisa kwamba nampima huyu mtu, nikishagundua sasa, najua kabisa, kwa sababu nimesomea ufamasia, najua ndawa ni dawa gani niweza aweza, na kwa ni rais na shortcut uh, kwa upande wa wa mfamasia sawa eh, mfamasia anasoma vitu vyote ikiwemo hata hivyo vipimo vya okay. maabara uh, kwa nini yani, lazima ujue hizo eh, ni, ni wakati gani Uh, labda tunasema kipimo kiko sawa, mm. au kipimo kiko hakiko sawa, umeona. Kwa mfano tukizungumzia e, presha, sindio eh? mm. e, ni wakati gani presha ya huyu mtu iko sawa, kwa maana kawaida presha inatakiwa kuwaje, na ikiwa e, vibaya inakuwaje ina mm. wedha chini au juu, na pia kama ni malaria ni wakati nini tunatoa dawa kati gani, akiwa positive, mm. positive. Lakini UTI zile parameters zote za, za, za, za kupima eh, UTI, na lazima nawe wewe unazijua una, una na tafsiri yake mm. sawa. Lakini sasa tunakuja hapo, lazima kuwe na na tunasema mgawanyo wa majukumu sasa, mgawanyo unarudi <laughs> hapo hapo sawa, uh -huh. na tunaenda vizuri, lazima yeah. kuwe na mgawanyo wa majukumu aa, na tunasema chekeni balance mm. Sawa so, ndio maana kuna mfamasia anasomea ufamasia alafu kuna mtu wa maabara anasomea maabara na kadhalika. Mm. Ila sasa kujibu swali lako, e, ili niweze ili mtu aweze kusomea fani yoyote, aidha ni ufamasia au uh, mambo ya maabara au udaktari, ni kama anakidhi vigezo vya kusomea taaluma hiyo mm. Sawa, kwa hiyo kila taaluma inakuwa na vigezo vyake labda huwe umefaulu masomo ya sayansi kwa kiwango fulani. Mm. Sawa, eh? Eh, kwa hiyo kama mimi, eh, mfamasia, nimesomea ufamasia sizuiliwi kwenda kusomea mambo ya maabara mm. Kwa sababu ili na mimi niweze tena kufanya kazi kama mtu wa maabara ni lazima nisajiliwe tena na bodi mm. ya maabara umone, au ili niweze kufanya kazi kama daktari ni lazima nisajiliwe na E, nani tunasema medical council mm, e, baraza la, la la tiba la taifa. Kwa hiyo <laughs> yani, ili sasa hivi nimesoma ufarmasia miaka minne, na nimefanya e, internship, nimesoma masters ya, ya, ya, ya, ya pharmacy mambo ya hospital, lakini ili niweze kufanya kazi kama daktari ni lazima nirudi nikaanze mwaka wa kwanza mm, wa, wa udaktari mpaka mwaka wa tano halafu tena mwaka wa tano na niende mafunzo kwa vitendo kasite, na nini malize nifanye ni, ni mtihani nisajiliwe kama daktari ndo mm. nitakuja kufanya kazi kama daktari. Okay. Sawa, so, kwa hiyo siwezi tena ni mimi hapa hivi nika, nikaanza tena kufanya kazi ya daktari wakati mimi sijasomea ile <laughs> ile taaluma na vigezo, so, lazima vizingatiwe mtu amesoma kwenye hilo eneo. Yeah. Ikitokea mtu amesoma kwenye hilo eneo, kuna uwezekano wa mtu kumiliki leseni zaidi ya moja, kwa maana kama hivyo ameuliza swali mjomba, yeah. Kwamba mimi nilisoma ufamasia yeah. Nikamaliza nikaona nina muda na nafasi ninayoa, e, daktari anaweza kumiliki leseni zaidi ya moja yes, kwa okay. Mujibu wa, wa sheria za Tanzania mm. Unaruhusiwa kumiliki leseni zaidi ya moja mm. Sofa umeenda, umepata training ya eneo husika na na una sifa na vigezo vya kusajiliwa kutoa huduma za taaluma hiyo mm. E, kwa hiyo hata unaweza hata ukiamua kusoma sheria, kasome sheria lakini mm. mwisho wa siku utaenda law school na usajiliwe kama mwana mwanasheria. Mtoto wangu atachelewa sana kuanza kazi kwa sababu atamaliza miaka yake mitano ya <laughs> udaktari. Baada ya hapo, nitamwambia kasome ufamasia na akimaliza, ataenda kusoma na maswala ya maabara, apige ndege yote kwa jiwe moja. Wacha tunyime fursa tunyingine sasa <laughs> Kuna moja labda mm. la kumalizia Dio. kama nilivyokwambia ni mwenyekiti wa Chama cha Wafamasia Tanzania, na mara ya mwisho niliwambia kwamba tutakuwa na ugeni mkubwa hapa Arusha mm. Dkt. Samia Suluhu Hasani atakuja Arusha. okay. e, kwa ajili ya kongamano la hamsini na tano la Chama cha Wafamasia Tanzania okay. e, tunalifanyia hapa Arusha, katika ukumbi wa ACC kuanzia tarehe nne mpaka tarehe sita. Mm. E, mgeni wetu rasmi Dr. Samia Suluhu Hassan. Mwezi mwezi ujao mwezi huu wa sita anakuja hapo. e, tupo tayari kama wafamasia kumpokea mama mm. tupo tayari kama wafamasia kumshukuru mama kwa namna alivyoweka wekeza katika miundombinu ya tiba kuongeza mm. hospitali. Unajua anapoongeza mi, e, miundombinu kama hospitali e, majengo e, kuanzisha hospitali mpya Mana yake anaongeza ajira mm. E, kwa wafamasia. Kwao tupo tayari sisi kumpokea mama na ku, na kumshukuru kwa namna ambavyo ana, anawekeza na kuajiri wafamasia. Mm -hmm. E, na tupo tayari kumshukuru mama kwa namna ambavyo ametoa ajira nyingi kwa wafamasia. Okay. Na tupo tayari tena kumshukuru mama kwa namna ambavyo ameongeza bajeti ya dawa. Mm. Anapoongeza bajeti ya dawa e, hasa kule MSD, dawa zinaenda kwenye vituo vya kutolea huduma. Sindio, kule kwenye kutolea huduma ndio tuko wafamasia mm. Sindio, anatupunguzia stresi sisi wafamasia na wagonjwa. Mgonjwa unapomwambia dawa hii haipo, ha, ha, ana, anaona kama unamnyima dawa mm. Sindio? Lakini mm. hata wewe mfamasia hujisikii vizuri mgonjwa kukosa dawa. mm -hmm. Kwao mama anavyoweka fedha nyingi, hasa anapoongeza bajeti ya fedha kwenye, kwenye MSD, kwamba hospitali ziwe na madawa mengi ili wa, wa, watu wanaougua waweze kupata huduma. Sisi kwetu a, a, a, ametuheshimisha kama wafamasia. Mm -hmm. na pia ameiheshimisha kada ya, ya famas kwao, mm -hmm. Kwenye hilo pia, a, tupo tayari, tupo kumsubiri mama hapa Arusha kumweleza, tunamshukuru sana kwa ajili ya, ya, ya, ya ya mambo hayo. Kwa ajili ya kuongeza hizo huduma lakini ameongeza emergency, eh, department kama umeona vituo vya huduma za dharura. Na wenyewe eh, tuko tayari kuja kumshukuru kwa maana huduma za dharura ni muhimu hasa kwa watu wanaopata ajali mabarabarani eh, na kadhalika. Mama kwa kweli kwenye hilo anafanya ah, vizuri na tupo tayari kumpokea eh, tumshukuru eh, kwa, kwa namna ya, ya kipekee kabisa. Kwa hiyo nawashauri wafamasia wa wote tuko wafamasia karibu elfu tatu mia mm. nane wafamasia wote tuje Arusha kwa ajili ya kuja kumshukuru mama. mm -hmm. Wafamasia wote tuje tumpe mama eh, shukurani hapa, na sio tu wafamasia hata wa, wa, wa teknolojia dawa mm. wote tupo kwenye wimbi kwenye moja, tuje tumshukuru mama kwa namna mpeke. Yoyote anayeona anahusika na swala zima la famasia, ananufaika kwa namna yoyote na ufamasia una duka lako la dawa, una kiwanda chako cha dawa, wewe ni unafundisha chuo ch cha kutoa wafamasia una hospitali yako, hakikisha wafamasia wanakuja kutoa shukurani kwa Mama Samia Suluhu hasan rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Bwana shukran sana Emmanuel a jaromu ya maswali yako ya, ya, ya, ya yale ambayo tulikuwa tukizungumza jana. Tutamtafuta wakati mwingine, tuzungumze naye swala la uteketezaji wa dawa na vitu kama hivi wakati mwingine, sababu mgeni mwingine anafuata hapa, nadhani na, na, uh, tutamtafuta wakati mwingine. Kwani hizo dawa ziteketezwe? Hmm, mbona mbona ni gharama, ni kodi zetu, yeah, na vitu kama hivyo jana tukuwa tunazungumza kuhusiana na hayo nadhani, muda muhimu ee, sana. Maana watu walikuwa wanapiga kelele sana, wameona dawa zinateketezwa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nadhani ni, ni mada. Tulikuwa na Emmanuel Arthur Mfundo, mfamasia bingwa wa tiba, na ni mwenyekiti wa chama cha wafamasia kanda ya Kaskazini. <tip>